Halo. Ninawakaribisha tena kwa mara nyingine tuweze kujifunza habari za ufalme wa mbinguni. Na katika siku hii ya leo nataka tukaangalie ni tunda gani Adamu na Eva walikula. Na je, hilo tunda lipo au limekwisha kutoweka? Lakini tutaweza kuelewa kama limetoweka ama lipo, ikiwa tutaweza kujua ni tunda la namna gani. Sasa twende moja kwa moja tukasome katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo, mahali ambapo tunaweza tukaiona habari hii kwa habari ya tunda ambalo Bwana Mungu alilizungumzia. Tukasome katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili kuanzia mstari wa 16 mpaka wa 17. Anasema kwamba Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Mstari wa 17, nasema walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa tunaweza tukaione hii habari jinsi ambavyo Bwana Mungu aliwaagiza watu hawa baada tu ya kuwaumba akawaweka katika bustani ya Eden, lakini akawaagiza katika vitu vyote mnaweza kula isipokuwa katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya, matunda ya mti ule akawaagiza wasile. kwa hiyo hapa Tunaona kuna mti unaoitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, umeongelewa kwa habari ya fumbo. Haujaongelewa kwamba ulikuwa ni mpera, hajasema kwamba ulikuwa ni mchungwa, hajalitaja kwa jina, isipokuwa ametaja kwa ile sifa ya ule mti kwamba tunafahamu sifa huwa anaenda kuelezea kila ambacho mti unatoa kwa mfano, kuna sifa mbalimbali za mti ambazo tunazifahamu leo hii au matunda ya miti kwa mfano kuna uchungu kuna uchachu kuna utamu. Hizo zote ni sifa ambazo unaweza kaelezea mti fulani kwa jinsi unavyoweza kulila tunda lake na kujisikia. Sasa hapa Bwana Mungu anatueleza ya kwamba mti ule ukiula matunda yake unapata ujuzi wa mema na mabaya, maana yake ni kwamba unapata maarifa. Sasa hapa tuweze kujiuliza maswali au ni kuulize maswali kwamba ni mti gani katika huu ulimwengu tangu wewe ulipokuwa na kusikia katika historia ya ulimwengu huu kwamba mtu aliwahi kuula au kula matunda yake na akapata maarifa au akapata ujuzi wa mema na mabaya? Na kuuliza hivyo, ili kwamba utafakari kwamba je, unatafsiri maandiko haya moja kwa moja kumaanisha mti ule ambao wewe unaufahamu unalipelekea andiko hili kulifananisha na miti ya ulimwengu huu jinsi unavyoiona. Kwa maana wako watu ambao wengine huwa wanajiuliza, wakasema ya kwamba lilikuwa ni apple, wengine ilikuwa hili, lingine ilikuwa hili, wanafananisha moja kwa moja kwamba ilikuwa ni mti fulani au tunda fulani, kama wengine wanavyosema ya kwamba lilikuwa ni apple. Lakini hapa kimsingi nataka ukaelewe maandiko ili usitoke na tafsiri isiyotokana na Mungu, ambayo inatoka kwa ibilisi, mawazo ambayo si kweli. Nataka tukaelewe huu mti ni wa namna gani. Tunaweza kuiona sifa yake ya kwamba ukila tu tunda lake unapata ujuzi wa mema na mabaya. Sasa kwa kuwa walilila watu hawa, hebu tuendelee mbele katika sura ya tatu, tuisome habari hii jinsi ambavyo Eva au Hawa pamoja na Adamu walipolila hili tunda. Tuanzie mstari wa kwanza ambapo anasema ya kwamba basi, nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani ni twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiyale, wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa." Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa sita nasema kwamba mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa na mmewe, naye akala. Sasa angalia hapa, hii habari jinsi ambavyo ilipelekea wakaenda kula baada ya kudanganywa na Ibilisi. Lakini nilikuwa nataka hasa tuangalie katika huu mstari wa sita anaposema ya kwamba mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Unaweza ukaona hili jambo kwamba alipoutazama ule mti wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Hapa tunaona sifa nyingine kwa macho, ukiutazama ule mti utatamani maarifa, utatamani kuula ili upate maarifa. Unatamanika kwa maarifa, hautamaniki kwa utamu, hautamaniki kwa namna nyingine iwayo yote, kama jinsi tunavyofahamu matunda, tunavyokuwa tunayatazama kwa mfano, ukitazama embe unadhani utalitamani lile embe kwa sababu kililo utapata maarifa au kwa jinsi ulivyolila kwa kuwa ni tamu? Unadhani ukilitazama chungwa unatamani nini? Ukilitazama epo unatamani nini? Lakini hili hapa anatuambia ya kwamba mti ule watamanika kwa maarifa. Kwa maana hiyo, kila mtu anayeutamani ule mti au anayetamani tunda la ule mti anatamani maarifa kwa maana ya kwamba ana kiu ya maarifa, na anataka ale lile tunda ili apate maarifa, sio aondoe njaa ambayo imemshika katika tumbo, bali aondoe kiu ya maarifa. Ni kama mtu tu, jinsi ambavyo akiyatazama maji anayatamani ili aondoe kiu ambayo anayo, na hapa mtu anapokuwa analitazama lile tunda anakuwa na kiu ya maarifa na kwa maana hiyo angetamani kulila ili apate maarifa. Kimsingi, ukilila lile tunda unapata ujuzi wa mema na mabaya, na huo ujuzi wa mema na mabaya ndiyo hayo maarifa ambayo hapa, Eva alipoutazama ule mti alitamani, na ndiyo maana unaweza ukaona uongo huu ambao ibilisi alimpa ukisoma katika mstari huu wanne anasema, ya kwamba nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Sasa kuna jambo hapa analolisema Ibilisi, kwamba siku mtakapokula hayo matunda mtakuwa kama Mungu, mtajua mema na mabaya, na kimsingi huu mti ulikuwa ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya na kwa maana hiyo aliwapa tafsiri ambayo kwamba wakila lile tunda watafanana na Mungu. Hakudanganya, kwa kuwa Mungu ajua mema na mabaya, na kwa maana hiyo watu hawa wakatamani kujua mema na mabaya. Kwa hiyo tangu wakati ule walipolila lile tunda, wakapata ujuzi wa mema na mabaya. Na kwa lugha nyingine, kabla ya kulila hili tunda hawakuwa na ujuzi wa mema na mabaya. Baada tu ya kulila lile tunda, wakapata ujuzi wa mema na mabaya. Sasa neno ujuzi ni sawa sana kusema ya kwamba ni ufundi au ustadi, kwamba ni namna fulani ya kufanya au kuamua kwamba hili ni jema na hili ni baya, kwamba huo ndio ujuzi wa mema na mabaya Manake hilo sio jambo tena la kusubiri uambiwe na Bwana Mungu kwamba hili ni baya na hili ni zuri. Manake hapo unajiamulia wewe mwenyewe kutenda hili kwa sababu umeliona kuwa ni zuri, au kuacha hili kwa sababu umeliona kuwa ni baya. Manake ujuzi wa mema na mabaya, yale mema au mabaya, unaamua wewe kwamba hili ni baya na hili ni zuri unakuwa na ujuzi wa wa kuumba au wa kutengeneza hilo jambo. Linaweza likawa zuri kwako lisiwe zuri mbele za Mungu, lakini wewe umeamua liwe hivyo kwa sababu unao ujuzi wa kufanya hivyo. Linaweza lisiwe baya, lakini likawa baya mbele za Mungu, lakini wewe, kwa kuwa umeamua liwe baya, unao ule ujuzi wa kufanya hivyo, basi unalifanya liwe baya, na kwa sababu hiyo, wewe unakuwa muumbaji. Unakuwa mtu ambaye unaweza kutengeneza na ukaamua kipi kiwe kizuri na kipi kiwe kibaya, na mtu wa namna hiyo, sasa, anakuwa ni mtu ambaye hamtegemei tena Mungu amwambie kipi ambacho ni kibaya na kipi ambacho ni kizuri. Hategemei tena mwongozo wa Mungu, manake kila anayekula hili tunda anakuwa ni mtu ambaye ana ujuzi wa mema na mabaya anakuwa tayari anajitwalia mamlaka ya kuweza kuamua lilio zuri na lilio baya wa kutenda mema na mabaya, na kwa maana hiyo anakuwa ni Mungu, anakuwa anajitawala, hategemei Mungu, anaondoka kwenye uongozi wa Mungu, anakuwa na uhuru wa kutenda katika kila ambacho anaweza kukiona kwamba ni kibaya ama ni kizuri. Sasa hilo ni tunda la namna gani? Turudi hapo hapo kwenye swali, Tunda hili liko wapi katika ulimwengu huu leo, ambaye mtu akilila anapata hayo maarifa au anapata ujuzi wa namna kama hiyo? Tunda hili lipo, ijapokuwa watu wengi wanafikiri ya kwamba au wanawaza ya kwamba walilila, pengine likapotea, pengine sasa hivi halipo, lilikuwa tu katika bustani ya Edeni. Nataka leo ni kuhakikishia kwamba hilo tunda lipo mpaka leo. Hilo tunda alokula Adam na Eva lipo mpaka leo, na watu wanaendelea kulila tunda hilo, lakini kwa kuwa hawajui, basi neno hili linakuja ili kufungue macho upate kujua ule uofu na ile dhambi unaoendelea kuitenda, ambayo baba yako na mama yako Adam na Eva walilila na Bwana akawachukia, ama akawafukuza kutoka katika ile bustani ya Eden. Sasa tunda hilo ni lipi? Je, waweza kulifananisha na moja ya matunda ambayo tunayafahamu katika ulimwengu, au mti wowote ambao tunaofahamu katika ulimwengu, au ni jinsi ambavyo watu wengine hudhania ya kwamba tunda lile ilikuwa ni lugha ya picha, lakini alikuwa na maanisha ya kwamba Adam na Hawa walifanya tendo la ndoa? Je, ni lile tendo la ndoa ndicho ambacho Bwana Mungu ambacho alikichukia? kwamba mtu ambaye ataenda kufanya tendo la ndoa atapata ujuzi wa mema na mabaya? Au mtu ambaye akitazama au akitazamia tendo la ndoa atazamia maarifa? Ni yupi kwetu ambaye akishiriki hilo tendo la ndoa aweza kupata ujuzi wa mema na mabaya? Sasa hebu twende tukaangalie mfano mmoja wapo katikati ya watu ambao walikula lile tunda. Tusome katika maandiko matakatifu, kitabu cha Yeremia sura ya pili mstari wa kumi na tatu. Hapa anasema kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Mstari wa 14 anasema kwamba je, Israeli ni mtumwa? Je, ni mzalia? Mbona amekuwa mateka? Wanasimba wamenguruma juu yake, wametoa sana sauti zao nao wameifanya nchi yake yake kuwa ukiwa, miji yake imeteketea, haina watu. Sasa huu ni mstari unaonyesha matokeo ya watu ambao wamekwisha kutenda dhambi, kama jinsi ambavyo Yeremia anaeleza mahali hapa na mari, kusema ya kwamba watu hawa wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima. Hii ni sauti ya Mungu. Yeremia alikuwa anatamka maneno haya kama jinsi ambavyo Mungu aliyasema kwake, akisema ya kwamba watu hawa wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima wamejichimbia mabirika mabirika yavojia asioweza kuweka maji. Wameenda kutenda mambo mawili ambayo anasema ya kwamba ni dhambi au ni maovu hapa. Mawili hayo ambayo anayasema, kama jinsi ambavyo nimekwisha kutangulia kueleza, nini maana ya mithali hii, kwamba maji ya uzima ni neno la Mungu, neno la Mungu. Watu hawa kulitaka tena kutoka kwa Mungu, bali walilitaka kutoka mahali pengine, mahali ambako walienda kujifanyia wao, kwa kuwa wanao juzi kwa walienda kutengeneza mahali pao kuweza kuamua kati ya lile ambalo linafaa na lile ambalo halifai. Kwa maana nyingine, walienda kujitengenezea injili yao, na huko ndiko wanapoipata hiyo injili yao ya kuamua kati ya mema na mabaya, kwa maana ya kwamba hawa watu ambao wanazungumziwa mali hapa ambao ni Israeli, ambalo ni kanisa la kwanza, walitenda dhambi hii au walijitwalia ujuzi wa kufanya mema na mabaya wa kuamua yanayopaswa katika maandiko na yasiyopaswa katika maandiko. Na ndipo hapo watu hao wakajifanyia mahali pao, ambako mahali hapo anatuambia kwamba ni mabirika ambayo, kwa lugha ya kawaida tunajua kwamba ni visima, na kwa lugha ya ufunuo ni mahali ambako watu hao wanajitwalia ya maneno yao. Kwa maana nyingine ni kwamba ni vyuo vya kitheolojia. Vyuo vya kitheolojia ndiko mahali ambako ujuzi wa mwanadamu unatoka ujuzi wa mema na mabaya. Kwa kuwa maandiko yanaeleza mema na mabaya, yanaeleza kila ambacho mwanadamu anataka yatende na yale ambayo hayatakiwa yatende, kama alivyowaambia wana wa Israeli ya kwamba nakupa njia mbili mbele yako, njia ya mema na njia ya mabaya, akawaambia ya kwamba nenda katika njia ya mema ili upate kibali mbele zangu. Kwa maana hiyo Biblia ni mahali ambapo panaelezea mema na mabaya, kwa maana neno la Mungu linaeleza kati ya mema na yale ambayo ni mabaya sasa njia hiyo ambayo sasa tunapaswa kuifata. Mwanadamu alipolila lile tunda akaona ya kwamba kuendelea kusubiri Mungu atuambie kila ambacho tunatakiwa kutenda, kati ya hiki au kile, wakaona ya kwamba tunapoteza muda, na kwa maana hiyo mwanadamu anakala lile tunda. Alipolila lile tunda, na yule bilisi amekuwepo kumdanganya, akala lile tunda, na ndipo hapo akaanza sasa kujifanyia yeye mwenyewe mahali pake pa kutwaa hayo maneno ambayo ataenda kualisha watu wajue mema na mabaya, awafundishe kimsingi mema. Na ndipo kwa nini unaweza ukaangalia sasa kwamba ni maneno yanayotokana na mwanadamu, na ndipo hapo unaweza ukaona pia Isaya, mtumishi wa Mungu, alinena jambo hili katika kitabu cha Isaya 29 mstari wa 13 akisema Bwana kanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walichonacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Kicho chao yani hofu yao walionayo kwangu mimi ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba maagizo haya ya wanadamu ni yapi? Kwani tunafundishwa na nani injili? Si ni hawa hawa wanadamu lakini kimsingi, maagizo anayoyazungumzia haya ya wanadamu, siyo kila ambacho labda Isaya anafundisha kwamba labda ni makosa, siyo kila ambacho Yeremia anafundisha labda ni makosa. Hapana, bali yapo maagizo ambayo yanatokana na wanadamu, kwa maana ni tafsiri ambazo zinatokana na wanadamu, jinsi ambavyo walivyo na huu ujuzi wa kuweza kutoa hiki, kwamba kiko hivi na hiki kiko hivi, hawakitazamii kutoka kwa Mungu au ufunuo utokao kwa Mungu wanajiundia ufunuo wao, kwa kuwa wanao ujuzi wa kutengeneza ufunuo. Maanake hivyo vyuo vya kitheolojia ni vyuo ambavyo ni ujuzi wa kutengeneza ufunuo, na kwa maana hiyo ni watu ambao wana ufunuo, na ufunuo wao ndio ule ambao Kristo aliunena na kusema ya kwamba ni ufunuo wa damu na nyama, kwa maana ya theolojia kama tunavyoifahamu leo, kuwa ina jina zuri na maarufu kwamba inaitwa theolojia na inasifika na kuonekana kitu ambacho ni cha kutukuzwa sana na watu. Huo ndio ujuzi wa mwanadamu aliyotoa, lakini ni baada tu ya kulila lile tunda. Kwa hiyo uovu wakati wote katika kanisa huwa unatokea tu pale ambapo kanisa linakula lile tunda, kama alivyofanya Adamu na Eva, na kama jinsi ambavyo wana wa Israeli walichokitenda au walichokifanya, na hata mpaka Bwana Mungu akawaambia, nchi yao inaenda kubaki ukiwa ni kwa sababu anawafukuza kutoka katika ile nchi ambayo ni kama bustani ambayo aliwawekea. Na pia baada tu ya Kristo ilienda kitambo kidogo tu, mwanadamu akalila lile tunda, akaukataa uongozi wa Mungu kama Israeli alivyomkataa Mungu asiwe mfalme juu yao, wakamkataa Mungu asiwe anawapa ufunuo, waweze kujiongoza kwa ufunuo wao wenyewe. Vivyo hivyo na hata watu hao wakaanza, na ndipo hapo tunaweza tukaona ya kwamba kanisa kama jinsi ambavyo nimeweza kukuelezea, ukifuatilia katika yale makanisa saba, unaweza ukaona uovu jinsi ulivyoanza kanisani na ulivyokomaa, na hata watu hawa wakaachana na Mungu na kwenda katika njia yao, na ndio jambo ambalo likatendeka, na hata leo hii ndivyo ambavyo linaendelea kutendeka. Kanisa linaishi chini ya ufunuo wa damu na nyama, chini ya theolojia, linaishi chini ya maagizo na mafundisho ya wanadamu. Hayo ndiyo wanayoyatukuza na hayo ndiyo wanayoweza kuyafanya kuwa kiongozi katika kanisa. Kwa hiyo tunarudi pale pale, lile tunda walilokula ni walilo lipi? Nadhani mpaka hapa unaanza kunielewa kwamba ni tunda la namna gani hili. Siyo tunda kwamba mtu akalifananisha na embe au akalifananisha na pera au akalifananisha na chungwa, wala siyo tendo la ngono, bali hapa inaongelea ufunuo na ufunuo, kwa sababu tunajua ya kwamba upo ufunuo unatoka kwa Mungu na upo ufunuo unatoka kwa mwanadamu na kwa maana hiyo unaweza sasa kunielewa ya kwamba ufunuo ambao hata Eva aliweza kuupokea, kwa maana ya kuula, kwa maana kula maanake ni kukiingiza kitu ndani, kwa maana ya kwamba aliusikia akaukubali, au akakubaliana nao, ni ufunuo ambao ni wa damu na nyama na ufunuo huu chanzo chake ulianza hapa ambapo tumetoka kusoma katika maandiko matakatifu. Kitabu cha Mwanzo sura ya tatu. Nirudie uweze kusikia tena vyema. Nianze mstari wa 16 na 17 katika sura ya pili ambapo anasema ya kwamba Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Twende sura ya tatu, mstari wa kwanza anasema ya kwamba basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani." Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiguse, msije mkafa. Hapo ni mstari wa tatu. Nyoka amekuja na ufuno, na Eva alikuwa natamani kujua kwa nini Mungu amekataza tusile matunda yale, pamoja na kujua ya kwamba tukila tunakufa, lakini alikuwa hajajua kwa nini kwa hiyo, hapa nyoka, anamletea sababu. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini, kaogopa kwa kuwa mimi ni uchi." Nikajificha. Akasema, "Ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi?" Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, na ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Tazama jinsi ambavyo watoa baada ya kula wakajiona ya kwamba wao uchi, kama jinsi Israeli alivyokula, na baada ya hapo nchi yake ikabaki ukiwa na uchi. Na ndio maana unaweza unaezakasoma kila mahali Bwana Mungu anawalaumu, lakini ni watu ambao wasiojua na kosa lao hawakulijua. Kama katika kizazi hiki jinsi ambavyo kosa lao hawalijui, wanamtazamia Yesu Kristo mawinguni wakati ambapo ni kizazi ambacho kiko chini ya hasira ya Bwana, lakini hawalijui. Wamejitwalia kiongozi mwingine, na wala si Bwana, na wanataka Bwana atende kulingana na injili yao waliojitwalia wenyewe mahali pengine na kila mmoja akinena kivi yake tu kwamba itakuwa hivi hivi hivi na mwisho utakuwa hivi. Mwingine hivi, mwingine vile, kila mtu injili yake na mwanzo wake na mwisho wake, kwa kuwa ni watu ambao wana ujuzi wa kuyasoma maandiko na kuweza kutengeneza njia yao wenyewe, wala hawahitaji ufunuo utokao kwa Mungu wa kuweza kuelekeza nini kinapaswa kiwe wakati gani, na wanawezaje kutambua majila kulingana na neno la Mungu ila ni watu ambao wamekwisha kuitafsiri Biblia na kuijua kulingana na ujuzi walionao, na kwa maana hiyo wamejitengenezea injili nyingi na wala si moja. Na injili hizi kwa lugha nyingine kwamba ni miungu, kwa sababu kila mmoja una tafsiri yake na unaelekea mahali pake, unanena hivi na kusema ya kwamba itakuwa hivi na mwisho wake utakuwa hivi, na hakuna anayenena ukweli, isipokuwa ukweli ule walionao ni ukweli kulingana na ujuzi wao walionao. Kwa hiyo lile tunda alilokula Hawa ni ule ufunuo wa nyoka ambao ulimpelekea kwenda kuvunja maagizo yote ya Mungu na kwenda kinyume na maagizo yote ya Mungu, kwa sababu ya ule ufunuo ambao amekubaliana nao na akampa na Adamu damu naye akakubaliana naye. Ni jambo lile lililokiangalia katika wakati huu, katika kanisa leo, watu jinsi ambavyo wanatembea kinyume kabisa na injili ya Kristo bila hata haya katika nyuso zao wanakanyaga maneno ya Mungu bila hata haya, na wanazo sababu. Kwa sababu tayari wanayo maneno waliojitwalia katika ujuzi wao katika vyuo vyao vya kitheolojia na mahali pengine katika ujuzi wa mwanadamu, ambao ni ujuzi usiotoka kwa Mungu, bali kwa yule mwanadamu, ambaye naye kautoa kwa yule Ibilisi ambaye yuko kinyume na neno la Mungu. Ndipo hapo unaweza ukaona ya kwamba kanisa lote linaenenda katika huo mfumo. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye ulikuwa unasoma maandiko na kuanza kumlaumu Hawa, walikula lile tunda, asingekula tunda leo hii tusingekuwa tumeanguka katika dhambi, ujue na kufahamu ya kwamba si tunda ambalo lilila halafu likatoweka. Lipo na unaendelea kulila wewe mwenyewe, na dhambi hii usimlaumu Hawa, ni wewe mwenyewe ujilaumu, kwa sababu umelila wewe mwenyewe, kwa sababu tayari maandiko yapo na biblia ya ipo, lakini tafsiri ambazo leo hii zinaongoza kanisa hazijatokana na Mungu, na kila mtu anayekutana na ufunuo wowote unaotoka kwa Ibilisi akakubaliana nao tayari anashiriki katika lile tunda au anakula lile tunda. Na wako wengi ambao wamekula hili tunda bila kujijua, kwa sababu wamekutana na injili baada ya kuokoka kwao na kuingia kanisani, wakakutana na tafsiri hizo au injili hizo au ufunuo huo unaotoka kwa yule Ibilisi wakaula. Sasa hawana hatia ikiwa tu Watakapoisikia sauti hii wakatii na kuondoka au kuachana na njia hiyo na ufunuo, basi watapata kibali mbele za Bwana kwa kuwa Mungu amenena neno hili ili kupate kuwa rehemu watu ambao wamekwisha kudanganywa pasipo kujua kwao. Je, unayo masikio ya kuweza kulisikia neno hili na kukaribisha kwa wakati mwingine? Amen.